Leo Makanya, Mungu amewajalia naambiwa mna mna jipsamu inatoka hapa kila siku malori mia moja yanatoka hapa Makanya ya jipsamu. Sasa hivi jipsamu ni mahitaji kwa nchi nzima, viwanda vyote vinatengeneza jipsamu. Kwa nini jipsamu hii wasirasimile rasimishe ikawa ni kitu cha kusaidia vijana hawa kupata ajira? Kwa nini jipsamu zinatoka hapa? Naambiwa eti gari moja la jipsamu likitoka hapa Mnachaji, wanachajiwa shilingi elfu thelathini na tano na mia tano zinakwenda wapi? Halmashauri. Kwa hiyo wanawachimba wanawachieni mashimu, alafu a halmashauri wanachukua thelathini na tatu. Haifai ndugu zangu, rasilimali zilizoko maeneo husika lazima zinufaishe kijiji, kitongoji, kata husika na sio halmashauri. Tuje na mkakati ndugu zangu wa kufanya jipsamu iwe ni biashara Chauma tutakuja na mkakati wa kuhakikisha mawe ya jipsamu yanayopatikana hapa Same, mawe hayo tunajenga viwanda vikubwa vya kuchakata ili kusudi tuwe na uwezo wa kuzalisha jipsamu hapa wenyewe kwa wenyewe, ajira zibaki hapa, jipsamu tuuze hapa, watu wetu wanufaike hapa, mama ntilio wauze chakula hapa, vijana wapate ajira hapa. Tunataka nini chini ya Chauma? Tutasimamia hilo, sio kama ilivyo watu wanasafirisha jipsamu sehemu. Mawe yanakopatikana yale yanayotengeneza simenti, kuna viwanda vya simenti. Kwa nini nyiye mnasafirisha? Tunataka viwanda viwepo hapa viweze kuinua uchumi wa watu hawa ambao Mungu amewajalia kuwa na jipsamu ambayo iko kwenye maeneo yao. Sawa, ndugu zangu, hilo tutalisimamia sana. Lakini lingine ndugu zangu, nawaonea huruma miaka yote nikipita hapa na kwenda Moshi ule Marangu, Same naiona ni vile vile tu, naiona vile vile na jangwa lake. Hivi mnafikiri nyinyi ni mpango wa Mungu nyiye mkae kwenye jangwa? Ni mpango wa Mungu nyinyi mkose maji? Kulikuwa kuna ule mradi wa maji ambao unaitwa Same, Mwanga na Korogwe, umeishia wapi? Hakuna kitu. Serikali ya CCM kwa uwezo wake wa kufikiri wewe maji ile eh? Bwawa la nyumba ya Mungu lile ambalo lenyewe tu linakaukaga linakauka, eh? Linakauka tu litaleta maji kupeleka kote huko, inawezekana? Ndugu zangu, ni kuishiwa maarifa. Chaumma, tutakuja na mpango wa kuhakikisha nchi hii inakuwa ya kijani, inawezekana. Ardhi mnayo ikanyaga hii ina maji ya kutosha tutakuja na uwekezaji mkubwa. Kwanza tutabinafsisha sekta ya maji. Kama wanabinafsisha sekta zinginezo, kwa nini tusibinafsishe sekta ya maji? Kwa sababu maji ni uhai, mtu bila maji hawezi kuishi. Tubinafsishe, tuchimbue maji yaliyoko ardhini, tuweke mitambo na mitambo ya maji. Mita mia, mita themanini, tunakuta maji. Kwa nini nyinyi hamna maji? Kuna watu binafsi wamechimba maji, si ndio? Kwenye visima si wanapata maji? Serikali inayokusanya kodi zote za Watanzania inashindwa nini kuchimba maji mengi Watanzania wapate maji? Chaumma, tutakuja na mkakati wa kubinafsisha sekta ya maji, wa kuchimba maji yaliyoko ardhini, tuhakikishe kila mtanzania anapata bomba la maji, anaunganishwa na maji, anaunganishwa na maji, kunakuwa na mtandao wa maji nchi nzima. Hatutasubiri maji ya mito wala ya mabwawa yanayokauka, tutahakikisha tunakuja na mbinu. Wenzetu Misri waliweza, Misri ilikuwa jangwa kabisa, wamechimbua maji, leo Misri ni ya kijani. Nchi hii inayokusanya hela bandarini, kwenye milima, kwenye hifadhi, kwenye madini, kwenye kila mahali, kwa nini haihakikishi wananchi wanapata maji? Tuna matatizo mengi katika jimbo letu, tuna vituo vya afya binne tu, lakini mheshimiwa katika vituo hivyo vinne hakuna kituo hata kimoja chenye jenereta. Umeme ukikatika, huduma zinakatika. Mimi ninawaambia kwa miaka hii mitano, tutahakikisha vituo vyetu angalau hivi vilivyopo, kila kituo kiwe na jenereta kwa ajili ya kutoa huduma safi pale umeme unapokatika. Haya mambo, ndugu zangu, yanawezekana.